Sio yeah. Magneto. Sio magneto na mzunguko. -e. Yeah. Hii ni magneto koi. Spare. Kwa hiyo unahisi imekufa hiyo au? Yaani hapo ukimwona yani... yani kifaa hey. miaka 100 kinadumu na kina huduma ni kazi zako kinakuta kina bodaboda bado hiki. Mm. Jamani mm. Hadi bambadu kuna spare part. Mm. Mm. Mm. Mimi nani anayesababisha? Mika zola spare part. Pati. Huyu Kazola ndio nani Mungu wangu? Tupatie mchezi za. Nimeona magneto baba. Hii ni magneto. Say mama <coughs> ha. E bana, hapa ndio Kazola bana spare part kaja kutukomboa sasa. Kwa wenzangu wanaishi Mbambadu Chogo. Eh bana, sio sehemu nyingine tena. Kazola spare part wanapatikana wapi sasa? Chogo kijijini <coughs>